they are not clear with their communication whether the jobs are valid whether the jobs are still there and if there was a problem with their partners the least they can do is just be honest with us but the mystery the unanswered questions it's, it has really really mentally drained us we are exhausted we are so exhausted and we are tired of the, the, promises. the fake promises Kwa majina naitwa Najla kwa majina naitwa Nadla, kulingana na hiyo agreement au maji ndo alituambia baada ya miezi mitatu tutakuwa tushatoka hapa kwenye ino inchi, lakini cha kushangaza ni kwamba ukiwapigia simu wanakuambia wanatengeza attestation, wanatengeza malls na wanakutengezea visa, lakini ukiketiketi na ukiwapigia wanakwambia usubiri, usubiri, usubiri, kuwa na subra. Yani hawana jibu lolote la kutupatia sisi. Yeah. Sisi twahizi vibaya kwa sababu hakuna vile tutalipa loan equity, na tulijigaranta sisi wenyewe kutumia dokumenti zetu sisi wenyewe. Wao hawako kwenye hayo mambo na hiyo loan kabisa. Sasa ukizidi kuwauliza ile kindani, wanakuambia kama wataka pasipoti yako njoo Nairobi uifate, na pasipoti hatukupeleka Nairobi sisi pasipoti na hata kama ingekuwa tuko na madeni Youth Fund wasingetupatia wa sisi hizi loan, wasingetupatia kabisa, cause wanakuangalia kama uko CRB ndio wakuweke hiyo pesa ya yeah. Mi nashuku tutakuwa wantuchezea, maanake kama ingekuwa hawakutuchezea agencies zingine zisingepeleka watu wao, sisi ikaa bado tuko hapa hapa Mombasa, yeah. Recruitment ilikuwa mwezi wa tano tulifanya mwezi wa tano recruitment, tukamalizana nayo tukarudi tena mwezi mmoja wa hapo nyuma tukafanya pale nita Interview wakatupatia na offer letter zao hapa za kuwa unakatwa unakatwa na mwarabu pesa, na aliakuwa ya kuwa utakatwa vipi loan mara mbili. Hilo ndio swali letu lingine, utakatwa vipi loan mara mbili ya kule na mwarabu na huku Kenya, still uko na deni la kuchukia nayo, unakatwa unakatwa hiyo deni. Na mshahara wenyewe hapo mwanzo ilikuwa ni 1700 dirham, but sasa hii mshahara wenyewe ni elfu moja na hamsini yeah. yeah. accommodation hapo hapo. Mimi ilikuwa nimeapply kama waitress lakini wakatulazimisha tufanye ya cleaner. Tukasema ni sawa tutafanya, maanake walisema ukifika huko utabadilisha kazi ama utabadilisha kampuni ndani ya miezi sita, lakini opaleta ya hao waarabu ni kama wao walikuwa na akili kutuliko, wakaandika ukiingia miaka miwili hakuna kutoka paka umalizane nao. Ilikuwa ya kufadhili mambo na usafiri. Hata ukiangalia kwenye hizi opaleta zetu zimeandikwa Yeah. Uh, jina langu ni Bilal Rashid na mimi pia ni moja kati ya watu waliofaidika na kupata mikopo kutoka Youth Fund, uh, ambayo ilianzishwa na bwana CS Alfred Mutua hapo Mama Ngina, akasema kwamba kuna interviews ama interviews ama mama zitafanyika Mama Ngina about that hizo kazi majuu. So, thankfully tulifanya interview tukawait maanake ilikuwa Mei mwisho, mwisho. Tuka wait tukaanza process za kupata pesa tukazunguka Youth Fund, tukaenda bank, tukaenda Youth Fund hivyo until alhamdulillah tukapata pesa. After that tukaambiwa tutume pesa kwa agent yenye itatusimamia, so tukaenda bank tukaandika hiyo tuka, bank, tuka, tuka, tuka, tuka, nani, tuka transfer fund, kama mnavyoona hapa kuna hizi form tuli, tuli transfer fund Then after there, nikaa tusubiri eh, safari zetu ziwe. So tulipewa offer letters za kwanza ambazo ni 1,700 dirhams za kama kulikuwa na ma cleaners, kulikuwa na maitresses. So tukatu, tunasubiri ilikuwa kwa July, since tumepata pesa that August i form inasema by August tushaanza kulipa pesa, meaning that August ikishaisha, kama hujalipa pesa unafanya nini? Unakatwa. So some of us tuko na areas kwa nani bank account tunakatwa some of us tunafanya kazi kazi, lazima tulipe tulipwe through eh, bank account. So pesa zikitumwa kwa bank account zinakatwa juu kwa juu. Some of us alitumiwa pesa ikakatwa 18,000, yeye tajaanza kufanya kazi. So tunashangaa kwa nini mtu unakatwa 18,000, ni mshahara inakatwa eh, yote hivyo, na ujaanza kufanya kazi. So tumejaribu kuwasiliana na, na, na, na hiyo agency but we don't get any answer from them, so ni mahadi ma mahadi ahadi ahadi zisizoisha, so ndo tuka come up with that, tukaenda Youth Fund. Kuna vitu havieleweki havielezeki, but mimi nita, manake sisi hawa maajen tatukua wajua. Kama sio Alfred Mutua sisi hawa maajen tusikinge wajua, maanake wao ndo walikuja nao, tukaenda Mama Ngina, tukafanya interviews, meaning that In this matter Alfred Mutua ndo wanafaa tuserie kwa sababu yeye ndo alihakikisha kama wao wamekuja na wao agency Mombasa. So sisi ombi letu liko tunataka kama hawana kazi, because obviously hawana kazi. Since ni six months sahii hatujaenda mahali na tuchanza kukatwa so tuko tunataka passport zetu kwanza, wamekwamilia huko wanasema kama unataka passport njoo ufate, na hiyo kufata from here to Nairobi ni fair. So fair kutoka hapa mpaka Nairobi mtu hauna habari kwamba passport. So, kwa passport zingine kwa kwa ziko so, yeah, so that tutatafuta agency mwingine tena wa Mombasa kwa sababu agency zote zilizokuja hazikuwa za Mombasa. Zilikuwa ni za Nairobi. So how comes mnakuja na agency from Nairobi, na sisi ni wakazi wa Mombasa. Na Mombasa ma agency ni wengi sana. Na wenye wako valid pia. So ilikuwa tunataka hiyo pesa iregee, hataki tuna kazi zao kwa sababu tumechoka. So mtu unaacha kazi ukijua next month unasafiri, next month imefika, there is nothing. That's not fair. Kwa sisi pia, sisi tuna majukumu even though wanadhani sisi ni wadogo no. Tuna majukumu yetu sisi kama youth. Sasa sisi hatujakuja hapa eti kupiga kelele la no, tunataka tu our rights tunataka wa rais so that tutasaidika na serikali ni angalie venye tutasaidia. Hali hii imewadhiri kisaikolojia yeah, sana tena, imetuwadhiri kisaikolojia kwa sababu most of the time maybe una kazi umepata somewhere umepigiwa simu uh, kuna kazi kama ndu, since you are idol so unapiga mahesabu uh. Zingine, zingine si legit. Walikuja tulichukua loan youth fund ili tusafiri, lakini walikuja na interview nyingine kusema kwamba tutasafirishwa na mwarabu alafu tuwe tulipa loni ya youth fund na tuwe tulipa loni ya mwarabu. Na mshahara wao hauridhishi, mshahara ni elfu moja. Hapo hapo ni accommodation, hapo hapo ni food, hapo hapo ni transport, na still bado ulipe loni ya youth fund na ulipe loni ya mwarabu. Sisi tukakataa kabisa. Tunaomba youth wenzetu watusaidie ku raise voice, tupate haki yetu, hizi pesa zirudishwe na waturegeshe passport zetu, tupate kazi kwa agencies wengine, maana wao hawana kazi, wamekuwa waongo na wanadhuluma yangu ni hayo. by August mpaka tukaweka tukaweka nini kwa Equity. Sasa hii kuna hizo, oh, yeah. kuna hizo areas nazijikupanda loan yaongezeka, mapenalties yanaongezeka, na tukiwauliza tutasafiri lini sahii hawana majibu kabisa, wananyamaza, na ukiwapigia simu hawashiki, ukiwa text hawajibu message, wana come up na interviews za uongo na maofaleta ambayo hayaeleweki hatuna <coughs> matumaini na hao, ndio maana sasa hizi tunaomba atusaidie ku raise voice zetu, sisi tuondoke na haya madeni. Ikiwa hao wameshindwa kutusafirisha, tupatie agent mwingine atusafirishe. Passport pia wazileto, kwa sababu passport ni kitu ambacho kinafaa kikae na mtu. Hao walichukua passport as an advantage, wakijua tutafanya mambo mengine kwa hiyo waregeshe pasipoti zetu na waregeshe na pesa tuone njia nyingine, kwa sababu hii ni loni ikitoka kwa serikali ili tusaidike vijana. Sasa badili ya kusaidika tuadhalilika, kwa sababu mimi nakaa nikijua nitasafiri na naafunga biashara zangu nikijua nitasafiri alafu wanatudanganya. Kwa nini? Kwa majina, anaitwa Saida Muhamed, natokea Kilifi. Sasa hii process yote na Zawadi Youth Fund ilianza 27th of May. Tukiwa na hopes sisi kama youth at least tutapata pesa zenye maybe tutafulfill our dreams zenye tuko nazo kwa maisha kwa sababu si pia ni watu. Let's say, kama Kenya sasa hakuna kazi, hakuna ajira Kenya kabisa. Sasa tulikuwa na hopes tukishaenda huko wenye tutajifanya tu vitu zetu, tutaacha kudependwa zazi wetu, au watu wamekuwa akituzungusha huku. Mimi mwenyewe I went to Nairobi May. Nikaenda nikafanywa interview huko na 15k yetu wenzangu wakafanywa interview Gulf Mombasa na 1500. So watu wanataka twist ya pesa au twist ya time, na ukiendelea kuwasumbua watu anakublock like kama mimi mwenyewe pia nilikuwa kazi, ikabidi niache kazi yangu yenye nilikuwa nafanya. Ni nini bosi, uh, hawezi kuacha hapo kwa kazi, kila siku ni mtu naomba ruhusa like, nataka kwenda huku, nataka kwenda huku, hawezi kuruhusu bosi, so ikabidi nimequit kazi niangalie tu neno moja Nimekuiti kazi nikijua zaidi atanisafirisha atani, bado hajanisafirisha mpaka saa hii. Kuna kazi nimekuwa nikiitwa pia, siwezi enda kazi, wamenizuia alafu passport zetu pia wamechukua. So on behalf of other youth ndo tumeona afadhali leo tuje tu raise sauti zetu, serikali tusaidie kama kuna uwezekano tuomba tu tusaidiwe. Kwa majina ni Bakara Ramadhan natokea Mombasa nazadi, mimi nilijiunga na zawadi kwa sababu nitaje kusafiri angalau na mimi nitokea kwenye shida. Lakini kila kukicha, kila uchao zawadi ni waongo. Nilianza Youth Fund, nikaenda nikapa na title deed yangu iko na 3.5 hectares iliwekwa kwa sababu gani nipate udhamini ili niweze kupewa pesa nifanye hii safari. Lakini hadi leo, kila kukicha, kila kukicha, ni safari za uongo. Hakuna lolote la maana. Sasa, kama kama inawezekana, nahitaji zawadi anrudishe pesa kwa akaunti yangu, arudishe pasipoti yangu niweze kutafuta jinsi mwingine ili aweze kunisafirisha, maana imefikia mahali pia nyumbani siaminiwi, ajulikana kama, kana kwamba nilikula pesa mimi, pesa angu, siko mkora. Mimi nahitaji tu pesa yangu irudishwe kwa akaunti, passport na title yangu irudishwe, mimi niangalie ishu zingine. Kama wana safari watuambie, sio kila kukicha safari za uongo, anatoa visa za uongo, azieleweki interview za hivyo hivyo. Kwa hivyo na kuna lolote la maana kwa miezi sita, na safari haieleweki, kila kukicha kuna interview, watu walienda nita kafanya interview ya cleaner, mshahara wake ni mia sita, unaona salary ni 600 so ni vitu ambazo hazieleweki, na ukona loni ya laki mbili, ona na bado wawatekana kulipa loni. Sa ni vitu ambazo hazieleweki. Kama kuna safari za wongo, watuambie. Majenti wako kibao wa Mombasa, tulipeana <coughs> pesa <coughs> hizo kwa majina anaitwa Nuru Hassan. Ino ajensi ya Zawadi imekuwa ikitupromise sana, ambapo tulianza process since mwezi wa mwezi wa tano mwaka huu wamekuwa wakituahidi ba mwezi wa nane tutakuwa tushasafiri, mpaka tukafanya agreement, tukaweka na makaratasi. Ni loani ambayo tuliaplaiwa na serikali ya Youth Fund, tuliaplai laki mbili pesa ikaja laki moja na elfu themanini wakatuambia tutransfer kwenye akaunti zao, transfer letter ambayo ni hizi hapa tuko nazo na ambapo hiyo loani tumeweka vitu vyetu kama kudhaminiwa, ambapo tukikosa kulipa hiyo loani tutachukuliwa hivyo vitu vyetu. Kuna wengine wameweka mashamba, wengine wameweka nyumba, wengine tumeweka mifugo kwa ajili hili tupate kusafiri, tupate kazi, tusaidie familia zetu. Lakini baada ya kupata loan na kutuma kwenye akaunti zao kinazawadi wamekuwa werevu na they don't communicate anymore. Ilhali kabla ya kupata loan walikuwa wako na sisi bega kwa bega, sasa hizi hawa communicate, wanatumia lugha chafu kwetu, wana wana wana tu ignore, ukitext, ukipiga no one is receiving, wanatupatia interview zenye zieleweki na offer letter zenye zieleweki. Sisi tulikuwa tumeapply tumeapli kama ma waiters mshahara ulikuwa mzuri 100 and one, ngapi? 1700. 1700. 1700 lakini sasa hizi juzi alikuja na interview ya kwamba mshahara yeah, ni 1000 yeah, na accommodation hapo hapo, transport hapo hapo hapo hapo, food yeah. hapo hapo na istosho, hiyo kazi ambayo imekuja inasimamiwa na mwarabu. Ukienda juu atakulia, atakukata kwa hiyo utakatiwa na mwarabu, na still bado utalipa loan ya youth fund. Kwa hiyo tunaomba serikali eh, ama Alfred Mutua ambaye alitu introduce kwa zawadi, twataka yeah, okay. so, haki itendeke twataka kusafiri, twataka kazi. Ajua amezuia hadi passport zetu, na Ruto pia atusaidie kwa ili juu endo aliweka pesa za ili tupate kusaidika. Twaomba usaidizi, tupate kazi kama zawadi ameshindwa, akoperate na other agencies tupate kazi, kwa sababu hizo lionizafaa kulipo na kuna vitu tuliweka itakuja itaffect tu pale laki mbili ilikuwa laki mbili loni shuliape laki mbili kaja 181,000 izi agreement, yeah, kando na zile zetu za medical, za kupiga mafotokopi, za kwenda ikuchi kufungua akaunti juu hiyo kila tule... kitu ni pesa loni yenye tulitransfer kwenye akaunti zao, so tuliatransfer 181,000 Adentine, adentine, adentine, adentine, adentine, adentine. Na kila kitu tulifanya wenyewe na hiyo pesa hata ilikuwa yatusimamia hadi medical lakini ouais. Hatukuwa na issue tukafanya medical ya 13 13000. Na ambapo hiyo hiyo loan ilikuwa yatusimamia hadi medical, kwa hiyo twaomba haki itendeke. Okay, kwa majina naitwa Immaculate Kendi ni mkazi wa hapa wa Mombasa. Pia mimi ni mmoja wa youth fund ambayo agent Zawadi ametubwaga kama mayouth. Sisi hapa tulipewa pesa na serikali, serikali ilisikia kilio chetu, tuliomba msaada kwa serikali kuwa tupate pesa tuweze kuhu, apply kazi zetu za nje, na kweli serikali ikajituma ikatuwekea pesa kwa account zetu, tukazitransfer kwa, kwa agent kwa agent anaitwa Zawadi huyo Zawadi sasa ndio tumekuwa tukiendelea naye kuanzia mwezi wa nane. Ni uongo baada ya uongo, tulikuwa tusafiri kutoka mwezi wa nane, ndio tulikuwa u tumetoka Kenya tumeenda Dubai bado tuko hapa anatusa, anatudanganya kila siku, kila siku ni stori mpya, baada ya wiki mbili anatuambia tunasafiri, na hatujasafiri sisi mahali kwenye ambayo tumefika sisi. Tumechoka kwanza, akona passport zetu, haya, akona hiyo pesa ya, ya, ya youth fund, hatujui kama iko ama haiko, yeye atudanganye. The only thing that we we need need right now eh? we need our passport back. Kama hakuna kazi atuambie hakuna kazi. Sisi, sisi tumechoka, tuna familia zinatutegemea, tuna watoto wanatutegemea, lakini sasa tuko, tuko, bado tuko Kenya, pesa hatuna, passport hatuna, kazi hatuna. Kwa hivyo naachague moja, atupatie kazi ama arudishe pesa kwa youth fund. Kwa sababu Bakar Mohamed, tuko na CS Alfred Mutua, waziri wa leba, alitukaribisha kwa project yake ya kusafiri kazi majuu, tukafuata process, tukaenda tuka apply pesa youth fund Tukafata procedure, tukaweka land zetu title deed kama guarantee, tukaweka na magaranta ya wazazi wetu, tukapewa pesa. Serikali ikajitahidi, tukapewa pesa, tukalipa agents. Tulivyolipa agents kuanzia mwezi wa tano, mwezi wa sita, sorry, paka sasa hii, tunapelekwa hivi na hivi, tunaambiwa tungoje safari, bado tutangoja paka lini? Tunaomba zawadi agents akoparate na agents wengine wa ukweli. Tumechoka kudanganywa yangu ni haya 853. Uh, tukafanya interview Mama Ngina, tulianza na Mama Ngina kwanza, tukatoka Mama Ngina tukaambua tukae safari kwamba kishokuta tutasafiri mpaka leo bado tujai safiri. Tukaenda tukafanya interview ingine ya Nita Nita, nayo tumefanya tunaambua kazi hakuna mara tuna, ani atuwaelewi. In short tu ani hatuwaelewi, hataki kucooperate na agency zingine. Tukaenda na youth fund, tukaenda tukaripoti hii issue, tukaandika barua leta, tukatumana, tukaambiwa kwamba tuko na subra. Sasa tutasaidika upande wa citizen, tunaomba mtusaidie tafadhali. hii ni Anisa TV.